Mia tano na, na, na ngapi mia tano na, na, na umesema mwaka mia tano na ata huo, ni baada ya Kristo, kitu ambacho hekalu halipo. Sasa kuhusu historia ya Danieli saba na Danieli nane kuhusu hekalu ni vitu mbili tofauti. Historia ya Danieli saba na Danieli nane kuhusu hekalu lililotakaswa katika Danieli nane sio ile unalofikiria wewe, kwa sababu unasema eti hek, hekalu ni lile tu la Kiyaundi. Hapana. Hiyo ni uongo. Kwani mahekalu yalikuwa mangapi duniani? Mahekalu? Eh. Kuna hekalu lililovunjwa huko katika wakati wa wa wa wa wa wa wa mwaka wa 70 AD. Ni sawa, hilo ni hekalu Aba, ya lakini ya pia ina, kuna hekalu lingine si hata sahi, si mimi pia ni hekalu la Mungu, si Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu? Ndio ndio maana nikakuuliza Usianze hapo, panaongelewa habari ya kutakaswa hekalu na patakatifu na jeshi. Ndio maana nikakwambia, unasoma habari ya Danieli sura ya saba ni sawa, lakini historia unayoileta lazima ujue kwamba Danieli sura ya nane mpaka kufika mstari wa kumi na tatu na wa kumi na nne kuna, kuna habari ya kutakaswa hekalu. Je, hiyo miaka unayoitaja, unaitaja hekalu lipo au halipo? Mbona huja niruhusi nieleze ni, kulingana vile najua unataka tu. Ili nijue unapoeleza unaeleza kwenye historia ipi ili tuweze kukufuatilia. Unanikandamiza, una ni na njibu vile na unataka na wewe ulishajibu vile unataka hata Asante, naomba nisikilize ninakupa uh -huh. Ueleze uh -huh. Niambie ni dakika ngapi kwa sababu mwalimu Ndacha ameshafika. Nikupe dakika ngapi? Dakika mbili. Lakini hizo dakika, dakika mbili daki yeah, unapoeleza lazima utueleze kwa kuonesha kwamba hekalu lipo. Kama ilivyo ndani ya Israeli hekalu. Daniel 8:14, mtumishi wewe hata uielewi na hata uijui. Hiyo kwanza, hiyo hata, wacha nikwambie tu kweli. Kuhusu Daniel 8 mstari wa 14, 13 14, kwanza wewe hata uielewi na uijui. Huo ndio ukweli. Wewe hata nikikuja hapo kueleza kuhusu Daniel 8:14 Sawa. Sasa basi nisubiri basi nikuelezee kuhusu Danieli saba mstari wa saba. Wewe ndio unataka niruhusu mtumishi? naam hey. Naam. Naona tufanye hivi eh. uh -huh. Hiyo mada tuiweke mada ya siku yake, asanti, na ikiwezekana utaingia, uipeleke yeye, aipeleke tuende, mpaka na maswali ili kueleweke ni nani anayesema kweli. Asante. Maana hata ukiongea dakika da mbili na na mtu namtaelewana, lakini ikikuwa kama mada watu watajifundisha kama topic. Naona iko sawa sana. Naona wewe. Naam. Kwa hivyo tuweke siku, hata iwezekana kesho kesho. Unaweza ongea na mimi mapema nikuache kama ah. Mtaendeleaga na yeye kabla nitoke mkutano nipate mkiendelea. Asante. Umeelewa alichosema mwalimu Ndacha? Nimeelewa kabisa. Haya jamani, uh, tulivyokuwa tunamsubiri mwalimu Ndacha tulimkaribisha kidogo, ndugu yetu Gabriel kaja kidogo kuchangamsha hapa, lakini alichoongea kitakuwa mada, mada rasmi. Mada rasmi, mwalimu Ndacha karibu sana. Asante, mimi niko salama nimeshiba vizuri. nimerudia nime hmm. Watu kwanza baada ya jana na wazakubali kub kube, wewe hukusema kweli, walisema wanataka urudie tena sasa. Au uliowauliza nani? Wakati niliyesema ni mimi, niliwauliza wale walikuwa wanasikiliza. Uliwasikiliza, uliwauliza kina nani? Oh, nilikuwa kwa mkutano yani, nilikuwa na na huko kwa mkutano nikihubiri haya. Mpaka sasa mada, na tuanze, na ni wewe unaanza kwa sababu mada ni yako. Asante sana wa wapendwa wangu, tunataka kuanza mada hapa, tutakuwa na dakika ishirini ishirini ishirini ishirini Ngoja niweke hapa muda, naomba na wewe Ndacha huko huo unaweka isije ikaonekana tuna tunaongea vitu ambavyo sivyo. Basi ninaomba nikapate kumshukuru Mungu sasa. Baba Mungu katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kila sikio linalosikia. Asante kwa ajili ya kila moyo unaopokea. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo ni taa ya miguu yetu kwamba tusipotee. Ninaliomba neno hilo ndilo likapate kutuongoza hata sasa. Kamata kinywa changu, weka kala moto nikaseme yale yaliyo katika neno lako tu, katika jina la Yesu amen. Ah, wapendwa wote ninawasalimu katika jina la Yesu. Mimi ninamshukuru Mungu kwamba ninapata nafasi ya kuongea na hawa rafiki zangu, hasa hawa wasabato wana matengenezo Narudia pigia mstari neno hilo. Hasa hawa wa sabato wana matengenezo. Mada ya leo inasema, unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia, unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia. Mwalimu Ndacha, ni kuombe kitu kimoja. Mwalimu Ndacha, ume umegeuza tena aa, aa. Mada ndio hiyo tumeweka Mada ulitangaza jana nabii Ellen White ni nabii wa uongo. Tulisema hivyo. Si ndio hicho? Ndio maana nikaandika hapo unabii wa Ellen White wakataliwa we, jamba... tu, tu na Biblia kidogo. Mada ilikuwa ya kwamba. Sikiliza, kuna jambo ambalo naomba nikuombe. Oba. Nakusikiza hapa panasema unabii wa Ellen mm. White wakataliwa na Biblia, si maana yake nabii wa uongo ah? Ni sawa basi, lakini mada ya kichwa chake kigekuwa kama nabii wa uongo alafu, sasa igie kwenye unabii wake a, ina- inakaa kiusomi kidogo. Hii ndio imekaa kiusomi zaidi. Hamna kitu. Asante ah. Sasa Mwalimu Ndacha una shida, usisemage tu hamna kitu, kitu. una shida gani hmm? una shida gani? Alafu, so kitu ambacho na na nitaka kukuona naomba na nisikilize basi yeah. Aa, mimi hapa nilikuadi wewe Biblia nuru ya dunia YouTube na Biblia nuru ya dunia Facebook, na mimi YouTube na Facebook, lakini wewe umeongeza wengine, naomba hao ulioongeza, hebu wapunguze, waje kwako nako si wana, wa, nimewaweka wafuatilie tu Hapana, kama unawaweka basi wafuatilie, waweke Facebook, weka Facebook zao zisiwe YouTube. Okay. Sawa, sawa, sawa. Endelea sasa. Asante. Wapendwa, <laughs> mada tulionayo leo Inasema unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia. Katika kuanza mada yangu naomba nisome niongozwe na maandiko.